Taifa la Tanzania lipo katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tayari harakati hizo zimeendelea kushuhudiwa katika vyama vya siasa hapa nchini Tanzania. Leo nimemkaribisha Bwana Philip John Fumbo ambaye yeye ni mwenyekiti wa chama cha DP nchini Tanzania, na kutoka kwake ninataka kufahamu maandalizi yao yakoje, ya hasa katika kipindi hiki ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mwenyekiti, karibu sana katika mahojiano kwa siku ya hii leo. Asante sana ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, mimi naitwa Philip John Fumbo, mwenyekiti wa taifa wa chama cha Democratic Party. Ivi sasa pirika pirika za kuelekea uchaguzi mkuu ndio ambazo zinaendelea kuchukua nafasi hapa nchini Tanzania. Nataka kufahamu katika chama cha DP mambo yakoje? Kama tulivyosema, DP hatutasusia uchaguzi, tutashiriki uchaguzi, na kwa sababu hiyo pirika pirika ni nyingi ndugu mtangazaji, tunazopirika nimekuwa Geita, nimekwenda Mwanza, nimekwenda Simiyu kwa lengo moja tu, kuonana na viongozi na kuhamasisha viongozi kuweka wagombea kila jimbo kila kata. Ndio kusema kwamba mnataka kusimamisha wagombea nchi nzima? Ndiyo, lengo la DP hatuna lengo lingine, ni wagombea nchi nzima, kwa nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na mgombea mwenza wake, na kwa nafasi ya urais wa Zanzibar, tayari mmekwisha kupata wagombea ama bado mchakato haujafanyika? Ah, ndugu mtangazaji chama chetu cha DP kitafanya mkutano wake mkuu tarehe ya kumi mwezi Juni. Katika mkutano huo tunao wagombea zaidi ya watatu kwa nafasi ya watiania nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tunaye mgombea mwenza mmoja mpaka sasa. Tunao wagombea wawili wanao waliotiania na kuchukua fomu na kuzirudisha kwa nafasi ya Zanzibar tunao wawili. Ni nani na nani ambao wamekusha kujitokeza mpaka hivi sasa katika nafasi ya watiania kiti cha rais? Ndugu mtazamaji, watiania kwa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, aliyechukua fomu na kurudisha fomu ni Philip John Fumbo, ambaye ndiye mimi mwenyekiti wa chama. Lakini wapo wengine sintawataja kwa sababu wamechukua fomu hawajarudisha na bado wako ndani ya muda. Fomu zitarejeshwa zita, yaani tarehe ya mwisho ni tarehe nne mwezi Juni saa kumi kamili elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo wanaweza kuwa wamechukua na wasirudishe, lakini huyu unayeongea naye tulipo John Fumbo amechukua fomu, alichukua fomu na leo hii amerudisha kabla ya muda. Muda ni tarehe nne, na hawa waliochukua fomu hawajachelewa. Kabla tujaja katika, kwa nini umechukua fomu, tuangalie hali ya sasa ya chama ikoje katika shughuli zake za siasa nchini Tanzania. Hali ya kisiasa kwa chama cha DP iko shwari, iko shwari. Nimekwenda Katavi mwezi uliopita mwezi me, Mei, nimekwenda na Sumbawanga Rukwa hali ya chama iko shwari na hali ya kisiasa iko shwari, lakini hamsikiki katika masikio na vinywa vya Watanzania. Tunasikika sana, sisi ni moto wa pumba, sisi ni moto wa pumba, ni moto ambao hauzimi. Makali hayo ya moto wa pumba hayaonekani katika shughuli za kisiasa nchini Tanzania. Yanaonekana kila siku na moto huo huo hauzini kwa sababu ni moto wa pumba. Tulitegemea kuona nani, mnakuwa katika harakati ambazo tumeona katika baadhi ya vyama vya siasa, na vyenye vikiwa katika harakati hiyo. Harakati zipi? Kama zipi? kuwa na wawakilishi katika serikali za mitaa, lakini vile vile kuweza kuwa na nguvu ya ushawishi zaidi kwa wananchi. Serikali za mitaa, si tuna wawakilishi, tuna wajumbe wanane na chaguzi uliopita tulipata diwani moja, kata ya Mwakizega, wilaya ya Uvinza, uchaguzi wa serikali za mitaa dikitu na wajumbe wanane. Kwa hiyo hatuwezi kujipangia kwamba iki tutakuwa na wawakilishi wengi zaidi uh -uh. Sisi tuko wazi, tunatoa sera zetu, wanaozielewa wanatupigia kura, wale ambao hawajazielewa hatuwachukii, watazielewa baadaye. Nini ambacho kimekusukuma mpaka umechukua fomu ya kuania nafasi ya raisi kwa maana ukitaka chama chako kikupitishe ili kuweza kuenda kuchuana na wagombea wengine kutafuta nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ni haki yangu kama Mtanzania na hii sio mara ya kwanza. Hata ishirini ishirini mimi nilikuwa mgombea urais wakati hayati Magufuli anagombea na wale kumi na tano mimi nilikuwa miongoni mwao. ulipata kura ngapi? <laughs> zile ni za ule ishirini ishirini, ishirini. subiri kula, subiri kula. Na moto wa pumba ishirini na tano. Hizo za ishirini ishirini ulipata kula ngapi? Sikuwa wa mwisho, fatilia, sikuwa wa mwisho. Bipi ilikuwa ya mwisho? Ndiyo, pamoja na kwamba uko wa mwisho. Zaidi ya elfu nane zaidi ya elfu nane ni elfu nane Ehehehe. mia tano elfu nane mia sita Ehehehe. elfu nane mia tisa huu ni moto wa pumba. Kwa hiyo kilichonisukuma, sijasukuma mwaka huu hata ishirini ishirini mimi nilikuwa mgombea na nilikizi vigezo ila kura hazikutosha. Ni nini ambacho umekifanya sasa na unafikiri kwamba hicho kimefanya sasa kura zionekane kuwa zitatosha katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kama utapewa nafasi na chama chako? Kama nitapewa na chama changu, kwanza wapiga kura wameongezeka, wapiga kura wameongezeka, kwa hiyo na kura zitaongezeka ambazo zitaweza kunipelekea ushindi. Wapiga kura wa ishirini ishirini sio sawa. Sasa kwa idadi ile ya ishirini ishirini sasa idadi imeongezeka, tunaenda ishirini na tano. Wapiga kura wameongezeka na wengi ni vijana, wanaweza kujipigia kura. Ndugu mtangazaji, unaona kura zinazoharibika ni za wale tu ambao hawajui kusoma na kuandika, wale ambao hawajui kusoma na kuandikia, kwa sababu anaandikiwa, anaweza kudanganyika. Lakini yule ambaye anaweza kupiga kura, kura zimeongezeka lakini mnakwenda katika mazingira ambapo tumewasikia wakati fulani mnalalamikia juu ya uchaguzi wenyewe. Um, si tunalalamikia, hasa mimi nalalamikia, kwa sababu watu hawataki kumwe, kumwelewa mheshimiwa Rais, yaani hawataki kumwelewa. Lakini ukitazama moyo wake wa mheshimiwa Rais, ukitazama ma, makauli yake, yeye hataki uchaguzi wa hovyo, lakini huku chini wanamharibia wakifikiri kwamba wanamsaidia sababu ni yeye huyo mheshimiwa rais aliyetamka hakuna dhambi mbaya na kubwa kama kuchukua haki ya huyu kumpa huyu. Hiyo ilikuwa imetosha kwa watu wanaomwelewa, inaelekeza kwamba hataki mambo ya wizi mheshimiwa rais. Lakini kweli uchaguzi unaharibikia wapi? Unaona watu wanaizonga neki neki neki neki neki kule, mataifa ni hawaibi kura hata moja wanatangaza matokeo yaliyotoka majimboni, hawana shida. Neki taifa wanafanya kazi vizuri. Kwanza isije kuwa neki taifa, kwa uchaguzi ule wa ishirini ishirini, wagombea wengi walikuwa wameinguliwa huku chini kwenye majimbo, lakini waliokata rufaa neki neki iliweza kuwarudisha. Yaani kwa maana makao makuu ya tume huru ya uchaguzi wako vizuri. Kuna ambao wengine wanafanya kazi kwa uoga, wanafanya kazi kwa uoga kwamba mimi ni mwalimu wa shule ya msingi, nikitoa matokeo haya yaliyotoka kituoni mimi nitafukuzwa kazi. Ni uoga tu. Uo uoga unafikiri unasababishwa na nini? Uoga wao unasababisha sasa watu tulalamike? Ndio nataka nijue, uo uoga unafikiri kwamba unasababishwa na nini? Wao wanaamini kwamba watafukuzwa kazi, lakini mimi sijawahi kuona mtu yoyote aliyetoa matokeo halali akafukuzwa kwa kazi mfano matokeo ya kata ya Mwakizega ishirini ishirini yalimtangaza diwani wa DP aliyetikia DP kwamba ameshinda. Nani alifukuzwa? Ni woga tu. Yaani mimi nalalamika kwa sababu hawa watumishi wa chini, ngazi ya kata, ngazi ya kijiji hawataki kumwelewa Mheshimiwa rais, hawajamwelewa hawa, hawa watendaji wa huku chini hawajamwelewa Mheshimiwa rais, ndio maana uliona ha? wagombea wengi waliangu, walianguliwa lakini, baadaye kwa hekima na busara za Mheshimiwa rais akamwagiza waziri wa serikali za mitaa wote wakate rufaa, na hakuna aliyekata rufaa ambaye hakurudishwa. Lakini huku chini walikuwa wameshafanyiwa vitu vya hovyo, na wakaongeza siku za kukata rufaa kwa maelekezo ya Mheshimiwa rais kwamba wakate rufaa, kwa sababu rufa. wale tayari walishamwondoa hawawezi kumrudisha kwa hiyo uchaguzi unaharibika, sio neki taifa makao makuu wanaharibu huku chini. Huku chini kwani wanakuwa wamepewa majukumu na nani? Hao hao wanakuwa wamepewa wengi, wasimamizi wa uchaguzi ni wakurugenzi wa halmashauri ya wilaya. Kwani wakurugenzi ni wateule wa nani? Wakurugenzi ni wateule wa rais. Ndio hapo tunarejea tena katika mambo kama hayo, pengine ndio hapo hoja zinakuja zinaibuka kwamba lazima kuwe na maboresho ya namna fulani katika vyombo vinavyosimamia uchaguzi. Au fikiri kwamba hilo ni la maana? Hilo ni la maana, lakini hatuwezi kwenda kwa hisia. Sisi vipii tunaamini kwamba bado tuna- tunayo nafasi na Mungu anayo nafasi, sio kwamba watu wote wanaweza kuwa watu wa ovyo. Wapo wacha Mungu ambao wanasimamia uchaguzi vizuri tu, wapo wacha Mungu na watu watundu wanaoharibu wala sio kwa kutumwa, aa, ni asili zao tu kwamba yeye ee, ni mshabiki wa chama fulani, basi anapendelea chama chake. Ni kweli au watu wapo? Nini kilicho bora, kwenda kwa matumaini au kuwa na vyombo ambavyo vitaweza kusimamia kwa huru na haki kulingana na sheria ambazo zitakuwepo. Pengine sheria zinaweza kuwepo nzuri, na sheria zipo nzuri, lakini hata kama sheria itakuwa nzuri ukampa mtu ambaye hana hofu ya Mungu hiyo sheria ataipindisha tu kwa sababu moyoni mwake hana hofu ya Mungu. Huyo mtu, hata kama sheria zingekuwa nzuri kiasi gani, atafanya mambo ya ovyo tu. Lakini Mi... mtu mwenye hofu ya Mungu anajua ipo siku moja ataulizwa, kwa nini uliiba kura. Mtu kama hana hofu ya Mungu atazivunja. Nataka kusikia wewe, unataka tuende na sheria ama tuende na hofu ya Mungu katika chaguzi ambazo tunazifanya nchini? Kwanza kabisa tuwe na hofu ya Mungu katika mazingira ya sasa. Tukiwa na sheria nzuri, nikakabidhiwa mimi ambaye sina hofu ya Mungu nitazivunja tu. Mimi nataka kusikia katika mazingira ya sasa, unataka tuende na hofu ya Mungu ama tuende na sheria? Mazingira ya sasa ni mazingira sawa tu mazingira ya sasa ni mazingira sawa. Tume imekuwa yani, kwa maana ya neki taifa, imekuwa ikitushirikisha, imeshirikisha vyama hatua kwa hatua. Shida itakuwa huko chini, ndo nataka nisikie. Maoni ambayo yamekuwa yakitolewa na vikosi kazi na tume mbalimbali ambazo zimeundwa juu ya tume huru, unafikiri kwamba yanatakiwa kupuuzwa katika zama hizi, si ndivyo? maoni yaliyotolewa na kikosi kazi ya tume huru yalielekeza kwamba ya, ya, katiba mpya baada ya elfu mbili ishirini na tano. Ndio maoni hayo. Mimi nazungumza juu ya taratibu za kusimamia uchaguzi. Unafikiri kwamba maoni ya kuwa natume... za kusimamia uchaguzi, narudi pale pale, taratibu za kusimamia uchaguzi zikiwa na wasimamizi wazuri, hata hizi hizi zilizopo ni nzuri, kwa sababu kuna chama fulani kilifikia idadi ya zaidi ya wabunge mia moja kwa taratibu hizo zote na sheria hizo hizo, kwa sababu wale waliokuwa wanasimamia walikuwa na hofu ya Mungu, waliwatangaza wagombea walioshinda. Unataka tuambie kwamba nyinyi hamjawahi kuwa na tatizo na tume inayosimamia uchaguzi? Ah ha, sisi hatujawa na shida yoyote, na tunapokuwa na shida tukipeleka wanatusikiliza. Unataka uambie wananchi wa taifa la Tanzania kwamba nyinyi hamna shida na tume ya taifa ya uchaguzi na kila kitu mnaona kipo sawa? Mimi sisi vipi? Tunasema hatuna shida na tume ya taifa ya uchaguzi. Sisi tuna shida na wale wasimamizi wasiokuwa na hofu ya Mungu. Kwani wasimamizi kuna tofauti gani kati ya wasimamizi na tume inayosimamia uchaguzi? Tofauti ni nini? Vyama mbalimbali vingine hatukupata kabisa na vingine viliibiwa. Mi nataka nisikie kutoka kwako kwa. Yani tofauti kati ya tume kama chombo na watendaji waliopo ndani ya tume, yani tofauti yake ni nini? Utofauti wa tume na watendaji, tume ina kanuni zake, ina utaratibu wake. Hiyo ni tume na kanuni zake, lakini mtendaji, kwa kuona yeye anavyoona, yeye anaharibu uchaguzi, haki ya huyu inakuwa ya huyu. Hao watendaji wanasimamiwa na nani? Hao watendaji wanasimamiwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo husika. Kwa hiyo, katika mazingira hayo, unakubali ya kwamba tume ina changamoto na inatakiwa kufanyiwa marekebisho. Tume ina changamoto za kawaida. Nilitarajia walau watagawa majimbo mengi sana. Yapo majimbo ambayo hata huyo msimamizi wa uchaguzi hata ukimpigia simu akawasha gari lake la viret, hawezi kufika penye tukio kwenye hiyo kata mpaka masaa kumi yapite. Ndio nataka nisikie. Kwa hiyo unakubali ya kwamba ni lazima tuwe na maboresho katika tume inayosimamia uchaguzi. Maboresho kwa maisha ya mwanadamu ni ya kawaida, yaani hata mimi hata wewe, maboresho ni ya kawaida, kwa sababu viatu ulivyonunua mwaka jana huwezi kuendelea hivyo hivyo, kwa sababu vitakuja vingine na kutakuwa na changamoto nyingine. Hata kitambaa cha suruali utakachokinunua mwaka juzi, ukienda kukitafuta dukani leo huwezi kukuta. Maboresho ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Huko mitaani wakisikia baadhi ya wananchi mnazungumza, wanasema kwamba viongozi na baadhi ya vyama vya siasa wamelamba asali. Nataka nisikie na wewe, umelamba asali? Ah, mimi nalamba asali ipi sasa? Sisi chama chetu hakiwezi kulamba asali na waliolamba asali wanajulikana, utawaona waliolamba asali watatembelea maeei, sisi bado tunatembea na bajaji Utamuona hata ikiwa barabarani kwamba huyu karamba asali hatuna, kwenye mchakato huo. Na ndugu mtangazaji, anataka kuwafikishia hata wa hao wajumbe wa, wa, wa mkutano mkuu, barua ya ya, ya, ya, ya katibu mkuu, imewaeleza wazi, watakuja kwa gharama zao, lakini tutawapa chakula, malazi na yani, watakuja kwenda na kurudi kwa gharama zao. Sisi tumeramba sali ipi? Hatuna hela, hatuna pesa na wameitikia, kwa sababu DP ni misingi ambayo imepandwa moyoni. Wameitikia na wajumbe, sina wasiwasi. Tumeyafanya hayo elfu mbili na kumi tumeyafanya hayo elfu mbili kumi na tano enzi za mchungaji Mtikila, wakati ampitisha kuwa mgombea urais, yeye alikuwa yuko Ujerumani. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mkutano kwa gharama zetu, sio ruzuku ya mtu, sio asali ya mtu, na tutarudi kwa gharama zetu, lakini kiubinadamu Yaani, mtu anakuja nibadepakwo hata asile, tutawalaza nje. Kwa hiyo tukajikusuru kila mtu kidogo kidogo kidogo kidogo, tupate ile vyumba mia mbili na chakula. Ndugu mtangazaji, usimbili, tutakwenda hotelini sisi dikii. Wapo wakina mama lishe wazuri, tulisha waandaa watapika chai ya pamoja, watapika chakula cha mchana cha pamoja watapika chakula cha jioni cha pamoja. Hiyo asali sisi tumelamba watu ka... hiyo lamba asali huwaone wao, wanazunguka na maveje wanaruka wa na ndege. Nimesikia hapa kwamba vyama vyenu ambapo vipo katika ushirikiano vyama vya siasa takribani kumi na nne vina mpango wa kusimamisha mgombea mmoja, ndivyo ilivyo? Sio kweli kabisa, hizo habari za uongo. Kwa mfano chama cha NRA kilishafanya mkutano mkuu na tayari walishamteua mgombea urais wa Tanganyika, wa jamhuri na wa Zanzibar. Chama cha UMD leo sijapata matokeo, lakini leo wana wanafanya uchaguzi wao. Chama cha UPDP walishafanya mkutano wao mkuu, walishamteua mgombea urais. Chama cha TLP walishafanya mkutano wao, walishamteua mgombea urais. Chama cha ADA TADEA walishafanya mkutano wao na walisha, walisha teua mgombea urais yaani marais wawili huyu wa, wa jamhuri na wa Zanzibar na mgombea mwenza walishamaliza. Chama cha makini walishafanya mkutano wao mkuu walishateua mgombea urais na CCDP, tarehe kumi, Mungu akituwezesha, wa wajumbe wakijikusuru kwa gharama zao, tutafanya mkutano wetu. Sasa huo muungano ni muungano upi? Nimekutajia vyama zaidi ya kumi, nilishafanya mikutano hiyo, nimebaki vyama michache tu. Sasa huo muungano ni muungano upi? Hizo ni habari ambazo sio sahihi. Mwenyekiti, mi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo. Asante, asante sana. Asante, asante, asante, asante sana sana.